Kati ya mambo yanayofikirisha ni unapopata wasaa wa kukaa na mtoto Bright kwa muda mchache utagundua namna anavyofikiri na kufanya mambo yake licha ya kuwa na umri mdogo. Get, down, down, up, up, up. Hapa anasoma majina ya picha anazoonyeshwa lakini mzazi wake anasema hajawahi kufundishwa, anazaidi, na zaidi hutumia lugha ya Kiswahili na Kiingereza anachokitamka kwa ufasaha mwenye ufahamu mwenye kufahamu mkubwa anajua Bright ni mtoto mmoja mwenye akili nyingi sana, e, ambapo vitu anaweza kuvifanya ni vitu vikubwa. Kukaa naye unajua sasa huyu sio kwamba ana upungufu wa akili, ila akili yake ipo juu. Baba yake anasema akiwa na umri mdogo aligundulika kuwa na changamoto ya usonji, hali iliyofanya kuchelewa kuzungumza na kuwa na upekee katika mawasiliano na kwa hisi hivyo, bahati kila shule aliyompeleka anadai walishindwa kuwasiliana naye. Kusoma hajawahi kusoma, yani kusoma ile kukaa darasani hajawahi, kwa sababu kila shule nilikuwa nampeleka, nimepeleka karibu shule mbili zote za kimishini, atuseme sehemu gani, zote walikuwa wananirudishia mwanangu kusema kwamba hawamuelewi kwa sababu hataki kukaa darasani e, basi nilikuwa sikuchoka nikatoka nikaenda na shule nyingine tena hivyo hivyo, kana nirudishia sababu bana hataki kusoma na hataki kukaa darasani. tano tano namba tano. Eneo hili lenye michoro na namba ni shule ya awali tulioomba kuitumia kwa muda kuthibitisha uwezo wa Bright kusoma na kutambua kilichoandikwa. Mwalimu wa shule Obadia Choga anasema Bright ni mtoto mwenye uwezo, anahitaji wataalamu wenye uwezo wa kumsaidia naangalia upeo, kwa sababu nimejifunza kabisa, mimi kama mwalimu, kwamba huyu mtoto na kitu unaweza ukawa unamwangalia anavyofanya na anavyotamka na neno, unapata kitu fulani anacho kichwani kikubwa. Wazazi na majirani wanakiri kuona uwezo wa Bright katika matumizi ya vifaa vya kielektroniki, na muda wake mwingi hutumia kuchezea vifaa hivyo, licha ya umri wake kuruhusu kuwa na michezo kama ya watoto wenzake. Kimpa vitu labda ya kusoma. Vile ambavyo hajasoma na soma. Nikamwambia babake, unaona je, mpeleke haya mazingira tofauti hata kwa kiongozi. Tafuta hata mkuu wa mkoa, jaribu kuongea naye kwa sababu ana network. Shauku ya baba wa Bright ni kuona mwanaye anasaidiwa katika ukuaji wake ili apate ujuzi ambao kupitia anayoyafanya tayari ameonesha dalili ya kuyapenda. Emmanuel Kalemba, Azam News.